Mwenyezi Mungu kawajaalia watu wa Tanga, kawapa kuwa na milima na mabonde. Lazima tutumie fursa hii aliyotupa Mwenyezi Mungu katika mabwawa mia moja aliyoniagiza yajengwe katika nchi, moja ya bwawa hilo ni Mkomazi, lakini mbali na hapo katika mabwawa kumi na nne ya kwanza tunayoanza kuyajenga mwaka huu, nikasema lazima Mkomazi iwe moja. Mradi huu unaendana na miradi mingapi? Bwawa hili la Mkomazi linaendana na miradi Chekelei, Mombo, Magira, Gereza. Gereza leo nimeenda kuuliza, kuna gereza hapa nikaambiwa kumbe ilikuwa ni mkoloni anaweka watumwa pale si ndio? na Mazinde na Makuyuni. Zaidi ya watu elfu ishirini watafaidika na mradi huu. Na mradi wa Chekelei tumeshatangaza na mkandarasi kapatikana, zitatumika bilioni ishirini na nne kujenga ule mradi, mradi wa, ma, wa magi, Magila gereza tayari tumeshatangaza sasa. Hizi uh, nani wataalamu wanafanya tathmini kupata mkandarasi, na yenyewe tutatumia zaidi ya bilioni ishirini kuujenga. Bonde hili lote serikali itatumia zaidi ya bilioni mia moja kujenga miradi ya umwagiliaji serikali sasa hivi, kuendana na huu mradi niwapongeze sana wale wananchi wa pale tulikopita, panaitwaje, Manga? Yeah? Goha, Goha. Goha wametoa eneo